Dada Sirila karibu sana, sana umetokea wapi? Tabata, Tabata Dar es Salaam. Umetusikia wapi? Channel 10. Channel 10? 50 eh. 50 na mama. Eh, kabisa kabisa. <laughs> Karibu. Nini kilikuhamasisha baada ya kutusikia? Yani, Uh -huh. Mm, sababu, kama sana, sa, uh -huh. unauza biashara. Eh, lakini huko ndo di uh -huh. okay. eh, sana okay. uh -huh. di namba Dada Sirila umekuja kwa malengo gani hapa? Cha kwanza mm. Single mother hebu tuanzia mm -hmm. mm. kwa hapo, kwanza. <laughs> hapo. Ba baba mtoto yuko wapi? Mlishindwana? yeah, kutokana, okay. kutokana na huduma yale nilikuwa nasema wanakulenga, yeah. na wewe Ehe. Na sio wewe tu Ehe. Wanawake wengi sana na si walaumu sawa. Ehe. Ni kwa sababu ya malezi nafikiri ulinisikiliza kwamba tunge, tunge, tu, tulivyolelewa tungeandaliwa vizuri kuanza kujisimamisha kwanza, alafu baadaye ndio unaingia kwenye majukumu. mm -hmm. Leo is, isingekuwa hivyo ilivyoenda, lakini pia tunafundishwa kwa viboko e. Masomo mengine yanakujaga ukishakuwa tayari umeingia, yani umesha wanasema. Kwa hiyo sasa hivi ndio sasa unapambana kama single mother uweze kumsaidia mtoto wako. mm -hmm. Ehe, kwa sababu we yu ulidhani yule baba angekuwa anatoa anahudumia anakuhudumia wewe na mtoto ndio, lakini ikawa tofauti okay. Kwa hiyo baadaye, sasa mkaona mwachane au, yani wewe ndio uliamua kuachana naye, maana toka mimba toka mimba alikimbia kimbiah, hey. mm. <laughs> Ehe. Napambana mwenyewe nikana biashara biashara vidogo lakini, nakuta haiendelei. Ndio maana nasema uje niji hapa &LA. nipambane. Napambania mtoto huko najiwekeza. kijalia tafungua biashara. Utafungua biashara ukiwa na umepata mtaji pia kidogo wa kueleweka. Ehe. Mtaji wa kueleweka. Sawa sawa, sawa. Kwa <laughs> mtoto umemwacha kwa nani sasa hivi? Na mama ha, mama, eh? Hmm. Mama yuko wapi kwa Hmm. Tabata pia ni nyumbani, wazazi yani, unakuta hana mama Hmm. hana mtu wa kumwachia mtoto wake, lakini huwa anapenda kuambia sana kwamba hmm, namna rahisi ya kujikwamua hmm, kwa sasa kama tayari single mother sinmadha hmm, hakuna namna unaweza ukapata hizi kazi hmm, kwa wale wanaoulizia hizi kazi zetu kwamba uje na mtoto wako kazini Aha, hiyo haiwezekani e. kwa hiyo inabidi umwache mahali mara nyingi kwa kweli ukiwe, kama una mama yani sehemu salama sana e, ya kumwacha mtoto Ndio maana, e, e, najua mtoto yuko sehemu salama, yu salama e. na we utafanya kazi kwa amani we ongera kwa, e. e. e. kwa hilo e. kwa hiyo sasa unataka kwenda kufungua biashara gani baada ya kutoka huko sana saluni, we ni saluni. Yeah. mtu wa saluni, maana naona pia nywele yako umekaa vizuri <laughs> <laughs> <laughs> unajua kusuka, kusuka sio sana ila. kuseti ndio unajua k okay e. Hiu... Hata kama nikifungua, kwa hiyo hiyo ndio biashara unayofikiria kuja kuianzisha e. na unaipenda e. Wow, na una rangi nzuri kweli <laughs> e. watu wa saluni waga mm. yeah. Mi naona hivyo yaani kwamba kuna biashara ukifanya hata mm, kwa mfano ukauza vipodozi vya asili mm, kwa sababu kuna watu wapendi kujichubua kwa hiyo mm, ukiuza vipodozi vya asili kwa sababu ngozi yako nzuri sana. Kwa hiyo unaweza pia ukafanya biashara nzuri hiyo ya vipodozi kwa sababu ni saluni mm, unaweza ukaweka na vipodozi vya mbode, asili lakini inavyofanya ngozi iwe nani y Haya, kwa hiyo sasa kwa, kwa saluni umeshafanya makadirio labda ni kiasi gani unahitaji? gharama mm. Eh? E, e. Mm. Mm. E, ni kujipanga na kabisa mmm e. <coughs> <coughs> Lakini kitu kingine ni kwamba kwenye hizi mm, kazi pia kuna fursa kubwa, yani kwenye hizi kazi <coughs> za ndani yeah. Hasa kupitia sisi taasisi yetu hii ye. Mm. Yani mishahara sasa hivi ni ukijipanga vizuri unaweza yani ukakaa kwenye hizi kazi, sio lazima ufanye mwaka, mwaka mmoja miwili uondoke. Yani wewe unaweza ukasema labda hata miaka mitano, okay. Lakini katika hiyo miaka mitano, okay. Nitakuwa najitahidi na kujiongezea ujuzi ili labda kama ukianza kwenye mshahara let's say wa laki na nusu au laki mbili, yani ukimaliza uo mkataba unapanda labda unaenda kwenye mshahara wa laki tatu una, panda hmm, wa laki tano hivyo hmm. kwa hiyo ukifanya ki strategy kimkakati hmm, unaweza ukakusanya hela ya kutosha kabisa, ukitoka unaenda kufungua saluni yako ya nzuri kabisa, umeona hmm. Kwa hiyo utakapokuwa unaendelea na kazi hmm, u, ufanye vizuri mahesabu yako. Wewe umesoma mpaka form 4, hmm. Sasa watu wa form 4 hapa ambao wana kwa, kwa sababu kuna form ile ya uh, sijui tunahitaji <laughs> form four iliyochangamka. Sisi wanawezaga kuwa smart, inategemea na experience yako ya maisha, inategemea na upeo wako umeona. Lakini pia kwa sababu kuna watoto wa mabosi wengi pia wanahitaji kusaidiwa homework zao, kwa hiyo kiingereza kidogo vipi hapo, kipo. Kwa hiyo hizo aga ni za smart. Sasa we unaweza ukajiendeleza unapokuwa kazini, yani jitahidi kuona kwamba pia huko uko shule yaani usibaki tu uko kazini, fanya kazi zako, pangilia vizuri muda wako wa ziada, tafuta vitu vya kujiongezea ujuzi. Utakapoongeza ule ujuzi, yani unamaliza mwaka mmoja, ukija hapa unapanda juu, unaenda kwenye mshahara wa juu. Hiyo itakusaidia sana kwenye kukusanya mtaji wako vizuri, mtaji wako. Mm, umenipata vizuri. Haya, sisi nakutakia kila laheri. Asante. Cha muhimu tu kapambane kazi yani. Hapa sisi mfumo wetu wa utendaji wa kazi ni mfumo wa kutumikia watu, ni mfumo wa kuhudumia watu mm. Sio mfumo wa kubembelezwa, yani uwezi bosi wako akulipe hela alafu unataka tena umtie stress. Yaani yani ajapeleka stress nyumbani kwake, amepeleka mtu ambaye anaweza kutatua matatizo yake. Usiogope kutumwa, usiogope kuelekezwa, usiogope kufundishwa. Sawa hata sawa. Kama bosi wako anaongea kwa ukali anakugombeza, hivyo ni vitu vya kawaida, ni changamoto za kazi, watu wengi wanazipitia. Hata rais wetu aliyepita Magufuli alikuwa anakoromea watu kaya, sawasawa, wengine wanatumbuliwa huko, lakini bado walikuwa hawasusi <laughs> wala walikuwa hawaachi kazi. Kwa hiyo kuzira ni upumbavu kwamba bosi wako kakusema kakugombezaeti unasusaunabeba mabegi unaondoka, wewe ni ujinga gani? Inabidi ukae ufikirie kwa nini bosi kagomba, kwa nini bosi kakasirishwa na hichi kitu, sijakifanya vizuri, basi jizatiti ufanye vizuri. Sisi hapa tunataka watu ambao wanataka kukua, sio kubaki pale pale. Ndio maana hata sasa hivi tumeanzisha hii strategy ya kuongeza mishahara kwamba mtu akifanya vizuri kwenye mkataba wake wa kwanza akirudi tunampandisha kwenye daraja Yee, kwa sababu muda wote mwaka mzima jamani, hata kama ni shule ulikuwa unasoma, si kuna certificate unapata? Yee, kuna kitu unapata, sio hivi hivi tu. Kwa hiyo nenda kule kafanye kazi, kubali kuelekezwa, kubali kushuka, kubali kunyenyekea, kubali kutumwa. Hivyo ndivyo utakavyofanikiwa kwenye hizi, sio tu kwenye hizi kazi, hata utakapokuja kuanzisha biashara yako ukijua tu mteja wako anachohitaji ukamhudumia, unapata hela. Maisha ni rahisi sana, sisi tu tuna complicate. Unataka hela, alafu nataka umpangie anaikupa hela jinsi ya kuku, kuku, kukuelekeza vitu, haiwezekani. Umeelewa hapo dada Sirila? Iyo e, so, ukifanya kazi hivyo tunavyokuelekeza, yani unatoboa. Utashangaa ulikuwa unasema, nilikuwa wapi siku zote jamani, mbona sikuijua dada Senita toka mapema nikaja? Mmm, lakini bado tunasema wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Sawa, huu ndio wakati ambao ulikuwa umepangwa uje. Ulikuwa kwanza uwe single mother na ulelee kwanza, lakini pia u... <hums> fanye kwanza biashara ya vitafunio huko <huna> <mitafunio> yani <mitafune> kila <huna> kila <huna> muda <huna> ambao Mungu <huna> anakuletea kitu ndio wakati wake ambao aliupanga. Usiulize kwa nini, we cha muhimu sasa fanye kwa upande wako. Haya, karibu sana, natakia kazi njema. Haya, karibu sana.